usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 media kwa wale watakaopangwa kwenye eneo la usalama barabarani pamoja na jitihada zote tunazochukua kuna miradi mikubwa inakuja ya usalama barabarani mambo ya kufunga makamera sijui kutumia vipuliza nini pombe vipima pombe sijui kutum... mambo mengi jeshi limejipanga kufanya lakini bado mzimu wa ajali umetuandama. Kwa mfano mwaka huu mpaka kufikia mwezi wa nne, matokeo 1322 yaliripotiwa na idadi ya watu waliokufa katika hiyo ni 1275, ongezeko la asilimia tisa ukilinganisha na mwaka 2024. Eneo hili bado limetuandama, vifo ni vingi barabarani. Niombe sana sana kwa wale watakaopangwa kwenye eneo hili wakatupe jicho na wawe na mikakati mizuri ya kupunguza ajali barabarani. Ni jana tu kule Mbeya watu ishirini na nane wamepotea, nadhani kumi na mbili ni majeruhi. Wale kama hawajaongezeka, waliopotea kumi na mbili, majeruhi ishirini na nane, wanakwenda kuzikwa. Kwa hiyo kwenye eneo hili niombe sana ndugu zangu, wa jeshi la polisi usalama wa barabarani, tuendeni tukaweke usalama mzuri wa barabarani. Pamoja na hatua tunazochukua, lakini tuje na mikakati mingine mikubwa ya kuzuia ajali za barabarani. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media.